Kuimarishwa kwa hawa 155 waamini ambao wameshabatizwa tunapoadhimisha Jumapili ya misioni hii, mnabati sana mi nigikuwa nyingi furahi sana sijui kama ni ninata mnapokea sakramenti hii ya kipaimara tunapounganika na wabatizwa wote ulimwenguni na kwa namna ya pekee na Baba Mtakatifu, sasa yuko Leo huyo wa kumi na nne, tukitaka kumuunga mkono ili kazi za uinjilishaji ziendelee na hivyo ukombozi aliyotuletea Bwana wetu Yesu Kristo uendelee kufanyika kupitia katika mikono yetu, na hii ni kazi ya kila mbatizo wote, na sote tuliobatizwa tunashirikishwa hizo huduma tatu muhimu za Bwana wetu Yesu Kristo. Kuna hiyo huduma ya unabii, ndio hii ya kulitangaza neno la Mungu, habari njema ya wokovu huduma ya kutakatifuza ukuhani, tunashirikishwa sote waliobatizwa. Na huduma ya tatu na ya mwisho niyo ya uchungaji, katika kuongoza kama Kristo mchungaji, nasi tunaalikwa sote tujekuwa wachungaji na viongozi tukifuata nyajo zake. Haya mengine leo siongerei, naongelea zaidi hilo la unabii. Ndugu zangu, nyinyi ambayo mtapewa sakramenti ya akipaimara siku hiya leo, unakuja kuimarishwa. Nafahamu kabisa sakramenti akipaimara inakuja na neema hiyo ya kutusaidia tutende kazi, tufanye kazi lakini kwenda kumshuhudia Kristo huyo katika maisha yetu kama vile sisi wengine wote ambao tumeshaipokea sakramenti ya kipaimara tunavyoalikwa tukafanya hayo maneno ambayo Mtume Paulo katika waraka wake wa pili anamwambia huyo mtoto wake wa kiroho Timotheo ni maneno ambayo nasi tunaambiwa leo na tunakumbushwa tena kwa namna ya pekee siku hii ya leo ya misioni, ambapo sote tunaalikwa kwa pamoja zime, na kanisa zima na waamini wote tuungane pamoja, ili kazi ya uinjilishaji iendelee, iende kwenye pande zote hizo nne za ulimwengu: kaskazini, kusini, mashariki na magharibi, habari njema ya wokovu ifike hivi ni kazi ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alipatia wafuasi wake kabla hajaondoka kupaa mbinguni. Kusoma katika Injili ya Marko sura ya 16 aya ya 15, endeneni ulimwenguni pote mkaubiri injili kwa kila kiumbe. Anawaambia wao lakini atawaambia na sisi leo. Paulo anamwambia huyo Timoteo kwanza alishike ayashike yale ya ukweli wa maandiko matakatifu hayo ayafahamu. Hicho anachomwambia huyo Timoteo, huyu Paulo anatuambia na sisi, kwa sababu hatuwezi kwenda kuhubiri kile ambacho hatukijui. Na kwa kweli wanawaambia kila wakati kwenye fursa mbalimbali zinazokuwepo waamini, sote hilo neno la Mungu inabidi tuwe tuenayo, hiyo Biblia kama sio lazima kuja nayo kanisani, wengine wanasema ni lazima, lakini nakwambia unachopaswa kufanya ni kuwa nayo, hilo ndio la muhimu zaidi, na sio kuwa nayo tukaitunzi, bali ukawa na nafasi ya kulisoma hilo neno la Mungu ukalifahamu. Leo nazungumza hicho Marko kumi na sita Kumi na tano, nenda nyumbani utasoma utaona, mengi pale yanasemwa, na baada ya hapo yatasemwa mengine mengi, na kila wakati tunakuwa tuna yasema hayo ambayo ni maandiko matakatifu, kama ni sura hizo, aya hizo ambazo zinakuwa zinarejea kwenye hicho ambacho tunakuwa tunakisherehekea. Zinasaidia sana, zinatukumbusha hayo maneno ambayo ndio hayo matakatifu maandiko, ambayo leo Paulo anamwambia huyu Timotheo, hayakumbuke na yamwongoze haya, kwa sababu haya maneno yanaonya, yanaelekeza, yanakemea. Haya maandiko yanatusaidia, yanatuelekeza, ni mpango wa Mungu katika maisha yetu sisi wanadamu. Kumbe sote nabidi tuongoze na haya maandiko, tunachia kuungoza na haya maandiko na tukayafahamu sasa, ndio tunakwenda kuyapeleka, ndio tunatumwa kama hivyo leo na ndio tutafanya kazi ya kutaka kusaidia kusudi haya maneno na haya maandiko matakatifu yaendelee kutangazwa ulimwenguni kote, kama nilivyosema, kwenye pande zote hizo nne za dunia. Na tutayafanya hayo kwa namna mbalimbali ambayo tutayataja baadaye kwa kifupi, lakini moja ndiyo kubwa sana ambayo leo tunapaswa kuifanya, ya kuyafanya kwa ukarimu wetu kumsaidia Baba Mtakatifu na kanisa zima la kiulimwengu sio kanisa la bongomela au kanisa la jimbo kuu katoliki la tabora au kanisa la tanzania hapana kanisa la kiulimwengu na sisi tukiwemo leo ndo siku hiyo ya jumapili ya misioni ambayo sasa inakwenda tangu ilipoanzishwa mwaka 1926 huu ni mwaka wa 99 mwaka kesho tutakuwa na jubilei miaka 100, 100 tangu ilipotangazwa hii jumapili ya misioni ambayo huwa ni jumapili ya mwisho kasoro moja mwezi wa kumi, kila mwezi wa kumi tangu mwaka elfu moja mia tisa na ishirini na sita mpaka leo. Sasa ijii, tunasherehekea 99, mwaka wa 99. Ndugu zangu, tuhamasike tena na sisi leo kama Paulo alivyohamasisha huyo Timotheo, nasi tuyasikilize hayo maneno ya Paulo. Yao ni maneno ambayo yanakuja kwetu na kwa maneno hayo kweli tutahamasika hata kuchangia kuwezesha hilo neno ambalo lina nguvu, linaloelekeza, linaloongoza, linalokemea ili lije liendelee kufanya kazi hiyo ambayo Mungu mwenyewe amependa iwe hivyo. Ndugu zangu, tunaishi katika ulimwengu ambao unapaswa uongozi na neno la Mungu na sio neno la mwanadamu au neno la mfalme fulani. Sisi tuamini, tunaamini hivyo. Kama kama kweli tunataka neno la kutukomboa ni neno la Mungu. Na yule hata kama ni kiongozi, yule hata kama ni mfalme akayafanya haya kinyume na hicho ambacho sisi tunafahamu ni neno la Mungu, tujue kabisa yuko na kupoteza. na hata kama ni kiongozi wa dini, hata kama ni mimi hapa nikaanza kusimama hapa kwenye mibali, naongea maneno ambayo si hayo ambayo unasikia katika Biblia yaliyoandikwa ambayo ndio nilikuambia ukajue, na bado ndio ambaye kasema huyu Rugambwa yuko na kupoteza huyu huyu, afadhali tumgonge aondoke hapa. Anacheka yule mibali. Lakini hivi nikaja hapa nikasema mabaya ambayo sio haya ya Mungu na kufuru, afadhali niondoke. Ndugu zangu, ulimwengu huu ta hicho tulichokisikia katika Injili iliyosoma kwetu hapa muda kidogo uliopita kinaweka wazi hali hiyo ambayo na leo tunaishi katika ulimwengu wa leo. Kuna huyo kadhi mdhalimu, huyu ni mwanasheria sasa. Leo anazungumzia kadhi, lakini kuna na watu wengine tupo tofauti na kazi ambayo tuna vyeo vyetu, tuna nafasi zetu katika jamii, tuna madaraka yetu katika jamii, na tunategemewa tufanye haki, tuwatendee haki ambao wanastahili haki hiyo. Sasa wale wote wanayafanya mabaya hayo, mi ningesema ni mabaya, wako katika nafasi ya huyo mtu huyo kadhi tuliyomsikia, na kinyume chake yuku sasa huyo mjane huyo ambaye hatendewi haki kwa hiyo tu katika ulimwengu wa mazuri yanayofanyika, ambaye alipaswa yafanyike, alafu na mabaya ambayo yanafanyika, ambaye ya hakipaso yautu hayo mabaya ya huyu kadhi mdhalimu. Huyu mama anataka haki yake. Kuna mtu huyu anamuonea, anamnyanyasa, anamwendea huyu mwana sheria amsaidie kila leo, lakini mwanasheria ba sababu huyu alikuwa si mchaji wa Mungu hadi tunavyoelezwa katika sehemu hiyo ya Injili tuliyosikia ya Luka alikuwa si mchaji wa Mungu, manake alikuwa hamuogopi Mungu. Wamefundisha hawa katika mapaji anayoapokea, mojawapo ni paji la uchaji kumwogopa Mungu. Mtakatifu anakuja na nguvu hiyo, atakupatia wewe, unamwogopa Mungu na msikiliza kusudi akuelekeze, uko tayari kwa unyenyekevu, Mungu akuongoze. neno la Mungu likuongoze. Sasa huyu huyo wanayemsema ni kadhi mdhalimu, hakimu kadhi. Maana kila jingine ni hakimu kwa kwenye court kama hapa hapa, kanigonga leo kibao. Ni ni inawezekana wewe ni kadhi mzuri, sijui au wengine hata vijijini tunao no. Mahakimu hata nyumbani, baba anaweza kuwa hakimu, anaenda kuwa hukumu watoto wake, na mama anaweza kuwa hakimu. Sasa unawahukumu namna gani? Ndio swala linakuja hapa, kwa haki au kwa kutotenda haki. Sasa hao wote na wanaofanya hayo mabaya wanalinganishwa na huyo ndio ulimwengu ambao una hayo mabaya. Sitaki kusema mengi ambayo tunayasikia hata leo katika ulimwengu huu, wale hata katika nchi yetu hii ya hapa. Mabaya yanayofanyika watu wanayanikia kila leo. Tunasikia watakuwepo. Watakuwepo, watakuwepo hao wazuri, watakuwepo hao wabaya. Na usije ukafikiria kwamba basi akishakuwepo hayo basi kila mmoja ameoza, ameharibika hapa. Lakini wao watakao kuwa wameoza wanayafanya haya ambayo ni kama hiyo kazi, alafu masikini wako hawa ambayo ndio wanyanyaswa, wanaonewa kama huyo mjane ambaye huyo jamaa alikuwa anamnyanyasa, ati mbaya hao ambao walipaswa wamsaidie hawakumsaidia, na katokea hata katika nchi katika familia, yule ambaye ana mamlaka anapasha kumsaidia kumtoa huyu mjani katika shida zake. Hasa hakimu asitimize wajibu wake, makosa makubwa haya, hujatenda haki. Na kama ni mwamini kama sisi ambao tunayasikia maneno hayo katika Injili, ujue kama sasa unafanya zaidi, kwa sababu wewe adhabu yako inabidi kutandikwe. Kama yule ambaye hafahamu neno la Mungu anatandikwa kibao kiboko kimoja, wewe ibidi wakutandike ishirini. Ulijua ulipasa kufanya hivyo, lakini fay. Na inawezekana wapo ni mwamini anayasikia hayo, ana madaraka, yu katika uongozi, wanamkimbilia wamwombe awa-awasaidie hawa wanaonyanyasa, lakini anafumba macho, hamwogopi Mungu, hawatendei mema, hawapendi hawa, hata kuwapenda hawa. Ndugu zangu katika hali kama hii bado hiyo halisi. Sasa Bwana wetu Yesu Kristo leo anatuita tufanye kitu kimoja ambacho nabidi tukifanya vile vile tunapokuwa katika maadhimisho haya ya domenica au jumapili ya misioni. Kazi ambayo tunapasha tuifanya, kwanza sala, tunapasha tusali na unaposali, maana yake sasa, huko unatafuta ule muunganiko kati yako wewe na Mungu, ili hata hilo neno ambalo tumelisema mwanzoni uweze kulifuata, kwa sababu utalifuata hilo neno kama utakuwa umeunganishwa na yule anayelileta, ni Mungu. Tunaalikwa leo tusali, tunaalikwa tusali kwa ajili ya misioni, uendeshaji uendelee, kazi ya uendeshaji iendelee na tusichoke kusali. Tunaarifwa tusali ili majanga hayo mabaya kama yanayomtokea huyu mama mjane yaondoke, tusali. Tusali ili wasiopatana wapatane, kama hakuna malivyano yawepo, ambao wanashinda wakaa chini, wakaongea pamoja. Ndio misioni, ndio kazi yetu sisi, tunatumwa tukaifanya kazi, unavyosema nendeni ulimwenguni kote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe hicho tukasali ili hayo mabaya yote yaondoke. Na hilo amelionyesha la sala kwenye masomo mawili. Nafurahisha sana wanavyoelesha kwenye agano la kale, wanaonyesha Musa navyo sali ili Waisraeli waweze kuwashinda hawa Waamaleki. Ni taifa jingine ambayo alikuwa ni maadui wa Waisraeli, na huyu Musa aliambiwa anapasha kusali, na ilibidi asali, na ni kweli alipokuwa akinyanyua mikono juu kusali, Waisraeli wanawashinda hao maadui zao wa Abimeleki. <laughs> alipokuwa anachoka kusali akaangusha mikono, wale wala Wabimeleki wanakunwa wanawatwanga Waisraeli arugi akisali. Baadaye kabidi sasa huyu Aruni pamoja na Uri waliokuwa naye kule mlimani wakamsaidia kumweka kumwekea jiwe chini alikalie, alafu hao mmoja akashikilia mkono wa kulia na mwingine akashikilia mkono wa kushoto. Kumbe akabaki Musa yuko juu ana sala huko, wanajeshi wanatuangana wanapigana na wao Waamaleki. Kwa vile alikuwa amemshikilia hawa hakuchoka mikono yake kuanguka chini, walipokuwa wakijaribu kuchoka kidogo wanatwangwa, wakinyanyua wa juu kakaa juu hawapigi. Kumbe akaishikilia ikakaa pale juu, hao Waamaleki wakapigwa na Waisraeli wakamaliza, kwa sababu ya sala. Tunaalikwa kusali tusichoke. Kwenye Agano Jipya huko hiyo, kwenye Injili hiyo tuliyoisikia ya Luka vile vile, huyu mama ambaye alikuwa amenyanyaswa hakuchoka, anamwendea huyo kadhi mbaya kila wakati, anampigia hodi, bwana wewe nisaidie. <laughs> mpaka ikafikia wakati huyu kadhi akaona yeye hapa kuna maneno, akaamua sasa kumsaidia ndio. Luka anakuja kumalizia sehemu hiyo ya Injili akisema kama huyo mbaya namna hiyo anaweza kumsaidia huyo, baada ya kusumbuliwa na sala hizo na kugongewa kila wakati, itakuwaje huyo Mungu ambaye hana kinyongo, ambaye anatupenda sote, anataka tukombolewe, itakuwaje yeye ashindwe kuzisikia sala zetu tunapomwendea tukamwomba ili aweze kutusaidia? Ndugu zangu, Mungu yuko tayari kutusikiliza, Mungu tayari kutuokoa tunapomwendea tukasali bila kuchoka. Tusali kwa ajili ya uinjilishaji, ambao nimesema leo ni siku ya misioni na mojawapo ya kitu cha kuombea, tusali ili miito iongezeke katika maana ya hao watendaji. Haina maana ya tu ya hawa wawepo, wako mapadi, maaskofu, masisi. Hapana, wanaojitolea wakajitoa kwa Mungu waongezeke na waje wakiwa na ari ya kutaka kufanya kazi ya uinjilishaji. Jana tulisikia waliokuwa pamoja na sisi tulipokuwa huko katika kigango cha Isenegeja, Luka akitukumbusha mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Kumbe tusali ili Bwana wa mavuno aongeze watenda kazi katika tusali ni Jumapili ya misioni. Kwani lakini wasiwe tu wale waweka wak wote, kwa pamoja, wa kila mbatizo. Leo ni hawa wamekuja, walibatizwa leo, wanakuja kuwekewa au kupokea sakramenti ya Kipaimara. Waje Kipaimara, kwani waende wakafanye kazi. Tusali, tuombee na wao. Ni miito hiyo, ni miito ambayo atakuja kila mmoja kufanya kwa nafasi yake. Mwisho kabisa hizo sala ambazo nabidi losi zielekeze kwa Mungu bila kuchoka, tukiwa ni wachaji tofauti na yule ambaye alikuwa ni kinyume chake, tuzielekeze kwetu sisi wenyewe ambao tunaalikwa tuwe na moyo wa fadhila, tuwe na moyo wa sadaka katika jumapili hii ya misioni, ili tuwe tayari kujitolea kwa Mwenyezi Mungu kuyatolea yote tunayokuwa nayo, ambayo tunasema hili nalimpelekea Mwenyezi Mungu zuri, sio ziada? Hapana, kile ambacho nasema mimi hiki kwa upande wangu, kwa nguvu zangu unazokuwa nazo, kwa uwezo wangu unaokuwa nao, ndo hicho nampelekea Mwenyezi Mungu. Kumbe tusali ili watu wabadilishe mioyo yao, wabadilike na wawe tayari kujitolea sadaka, wawe tayari kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka, na kwa namna hiyo hiyo kazi ya uinjilishaji tutaweza kuifanya idumu na iendelee na, na hivyo ulimwengu ukombolewe kama Mungu yeye mwenyewe anavyotaka. Leo yote tutakayotolea, mjue kwamba ni kwa ajili ya kazi ya Baba Mtakatifu, sio kwa ajili ya kazi ya Jimbo Katoliki la Tabora. Kwa hiyo kama tulikuwa tunamtolea Mwenyezi Mungu mbuzi mmoja Leo inabidi tumtolee zaidi ya mbuzi mmoja. Sitaki kusema wangapi. Kama tulikuwa tunamtolea Mwenyezi Mungu sadaka kiasi fulani, sitaki kusema ni pesa kiasi gani, toa zaidi ya hicho ambacho ungelitaka kumtolea. Kama ni askofu kama ni padri au kama ni katekista toa zaidi leo kwa ajili ya kanisa la kilimo na yote tutakayopokea siku hii ya leo, mapaja yatakayotolewa, zawadi zote zitakazo kutolewa tutampelekea Baba Mtakatifu, atazijua na tutawaambia baadaye ni kitu gani mlifanya. Tusali ili tuweze kuwa na moyo huo wa ukainu zaidi na zaidi, na Mwenyezi Mungu atakufundishia. Tumwombe Mungu Mwenyezi awe nasi Jumapili hii ya leo ya misioni atushushie baraka zake, tuipate hiyo nguvu ya kupenda, kubaki tukiwa tumeunganika naye, na hivyo atufanye wamisionari ambao tutakuwa tayari kufanya kazi pamoja na mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo na hawa mitume waliowaacha, na sisi baadaye tukawika, tukashirikishwa kazi zao, nasi tuweze kuchangia katika kujenga ufalme wake hapa ulimwenguni. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Yeah, yeah.